Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm. Leo tumewaandalia makala ambayo inahusiana na majani matano au mimea mitano ambayo uh, utaitumia kutengeneza chakula bure kabisa, chakula ambacho kina virutubisho vyote muhimu kwa kwa kuku na utaweza kuona matokeo mazuri kabisa kama ambavyo ungetengeneza kwa kutumia malighafi nyingine. Haya ni majani tu ambayo utakuwa ukiyachanganya, lakini mchanganyo wake unaleta tija kwa kuku na ukiwapa, unaona mabadiliko ni makubwa sana. Uh, lakini huwezi, sio lazima uchanganye majani pekee. Unaweza ukayatumia haya majani pia kuongeza virutubisho kwenye kuku. Kwa mfano, una protini ambayo unatakiwa uweke kwenye kile chakula, lakini ni ndogo, yani kiwango ulichonacho ni kidogo ukilinganisha na mahitaji ya, ya yule kuku, anahitaji protini kwa kiasi gani, basi unaweza kuchukua mimea hii ambayo utaona ina protini nyingi, utaenda kuongeza labda kwenye soya au kwenye dagaa, utaenda kuongeza kiwango cha hii mimea kutokana na ile nutrient au kutokana na kile kirutubisho ambacho kinapatikana kwenye huo mmea. Lakini kama uko porini kabisa au kijijini ambako mimea hii yote inapatikana, basi unaweza kuwa unawakatiakatia kama supplement kuku wako, ukawapa wakala, na wakawa na afya bora, wakataga vizuri, wakanenepa, wakawa na afya bora kabisa. Mmea uh, wa kwanza ni mlonge. Mlonge maeneo mengine wanaita moringa. Uh, huu nadhani unapatikana maeneo mengi sana lakini kuna kuna baadhi ya ya maeneo haupatikani. Ila kama ulipo unaweza unaweza unaweza kuupata mmea huu unaweza huu huu basi kuutumia. Na na mlonge mlonge kwenye kuna maduka mengine ya mifugo huwa unauza, huwa yanauza ambao unaweza ukautumia kwa kuku wako na ukapata matokeo makubwa. Tunatumia mlonge kwa sababu uh, mlonge una kiwango kikubwa sana cha amino acid au protini ina ile protini ambayo ni muhimu sana sana sana kwa kuku, ili wakue, ili watage vizuri, wanahitaji protini. Kwa hiyo kama kwenye chakula chako uh, protini inapungua, basi tumia kuongeza hii protini kwa kutumia mlonge au moringa. Lakini vile vile kama unaweza kupata mwingi, basi unaweza kutengeneza na ukawapa

yai kuku anataga yai ambalo lina vidoti doti, mara nyingi huwa anawaambia yule kuku huenda ana shida ya ugonjwa au ana upungufu wa damu. Kwa hiyo ukimpa hii moringa au mlonge, basi utakuwa umemsaidia kuweza kuondoa tatizo hilo, kwa sababu mlonge pia una kiwango kikubwa cha madini ya chuma. Lakini kiwango kikubwa zaidi kwenye mlonge huwa ni protini na protini nyingi sana, ambayo ni muhimu sana kwa kuku kwenye kuimarisha kinga za mwili wa kuku, lakini vile vile kwenye kuwafanya waweze kukua haraka na pia waweze kutaga vizuri.

Aa, na kwa wale watu ambao wao wanatumia formula zetu, formula za kwenye vitabu vya KingoFarm, nadhani wao wanakutana na hiki kitu mlonge au moringa. Huwa tumesisitiza utumie kwenye zile formula za chakula, na wengi wao wanauliza mbona vitu vingine sijaviona. Wengi mmezoea kuona chokaa, mifupa na kadhalika, lakini zile formula tumeziweka simple, ila kwa kuweka vile vitu ambavyo ni muhimu zaidi, au vina virutubisho vingi, au kutokana na gharama ya vile virutubisho vingine ambavyo vina gharama, basi huwa tunapunguza gharama kwa kutumia mimea kama hii. Kwa hiyo, kwa wale ambao wanatumia formula zetu nadhani wameona ili swala la moringa au mlonge upo pale kwenye formula basi kazi yake ujue ndio hiyo. Na kama unahitaji hiki kitabu, utakipata soft copy kwa njia ya WhatsApp. Hiki kitabu ni elfu kumi tu ambacho kinakuelekeza michanganyo ya chakula kwa gharama nafuu, lakini kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na majani mengine au majani ya pili ambayo unaweza ukayatumia kwa kutengenezea chakula cha kuku ni majani ya azola. Haya, hii mmea unaitwa azola, azola. Naweza kusema azola ni majani ambayo huwa yanauta sana baharini au sehemu ambazo zina maji mengi, na wengine huwa wanayapanda tu nyumbani, lakini wanakuwa wanamwagilia maji mengi sana. Ni majani mazuri ambayo huwa wanayatumia sana bata, ni kama chakula cha bata. Ah, haya majani ni muhimu sana kuwapa kuku. Kama unaweza kuyapata ukayapanda au ukayapata sehemu ukayatumia kwa kuku, basi kila utakapokuwa umeyatumia ujue kabisa umewaongezea wale kuku wako protini, lakini vile vile umewaongezea madini mbalimbali. Ni muhimu sana, kama unaweza kuyapata yatumie kwa kuku wako. Na haya majani sio lazima uyakaushe uweke kwenye chakula, hapana. Ni majani ambayo kuku pia wanapenda kuyadonoa donoa, kama ambavyo bata huwa wanapenda kuyadonoa yale majani. Kwa hiyo unaweza ukayapata ukayaandaa vizuri kabisa ukawapa kuku wakala haya majani yanapatikana sana maeneo ambayo yana maji mengi sana, hata baharini huwa yanapatikana haya ma yani azola na majani ya tatu ambayo unaweza kuyatumia kwenye kuandaa chakula ni majani ya viazi vitamu au viazi mbatata. Viazi ninaovizungumzia mimi sio vile viazi vya chipsi. Majani ya hivi viazi vingine maeneo mengine wanaita viazi mviringo, maeneo mengine wanaita viazi mbatata au viazi vitamu. Basi yale majani yake ambayo mengine huwa yanafanana na majani ya matembele, pia hata majani ya matembele hapa unaweza kuyatumia. Haya majani pia ni muhimu sana sana kwa kuku, kama unayo basi yatumie vizuri. Ya, tumia ya majani ujue kabisa kuku wako umeongezea vitamini C, lakini vile vile umeongezea protini na pia umeongezea fibers au nyuzilishe. Hizi nyuzilishe umuhimu wake huwa ni pale kwenye kusaidia mmeng'enyo wa chakula, zinasaidia absorption au ule ufanyaji kazi wa protini ambayo kuku amekula. Kama tunavyojua, kuku ili akupe matokeo mazuri anahitaji kiwango kikubwa sana cha protini. Na hii protini ili ifanye kazi vizuri kwenye mwili wa kuku baada ya kula ni uwepo wa hizi fibers au nyuzilishe ambazo zinaenda kusaidia ule mmengenyo wa chakula uweze kwenda vizuri kabisa. Kabisa, kwa kwa hizi fibers zitasaidia huyu kuku aipate ile protini protini vizuri kabisa, na iende ikatoe matokeo mazuri hii protini, kwa sababu ya kusaidia ule mmengenyo wa chakula. Lakini pia haya majani huwa yanaongeza uh, madini mbalimbali mbali, yanaongeza madini ambayo ni muhimu sana kwa kwa uh, kwa kuku. Kuku kuku na kama kama basi unatengeneza vizuri hiki chakula, unawapa virutubisho vyote, utaona kuku wako afya nzuri kabisa kwa sababu ya kiwango n cha fibers au hizi nyuzilishe ambazo umuhimu wake mkubwa kabisa ni kusaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula, hasa hasa absorption ya protein. Aa, na majani ya nne ni majani ya mgagani, wanaita mgagani. Hizi majani ya mgagani hii mboga ambayo binadamu pia huwa anaitumia, haya majani unaweza kuwakatia katia ukawapa kuku, au ukayaanika yakakauka, baadaye ukayasaga na kuweka kwenye chakula cha kuku. Majani haya ya mgagani yanaongeza madini mbalimbali kama madini ya calcium, yanaongeza vitamin, lakini vile vile yanaongeza energy au nguvu, yanawafanya kuku wako waweze kuwa na nguvu ya kutosha. Ni majani muhimu sana na maeneo mengi pia yanapatikana. Na tukija kwenye majani ya tano ambayo ni muhimu sana kwa kuku kwa kuweza kupunguza gharama ni majani ya mgomba wa ndizi yani. Uh, yale majani ya mgomba au majani ambayo yanapatikana kwenye ndizi yale pamoja na lile shina lake. Haya majani unaweza kuyakatakata na ukawapa kuku wako wakala. Majani haya ni muhimu kwa sababu yanaongeza moisture au unyevu. Huu unyevu huwa ni muhimu sana kwenye kuongeza maji pia kuku kwa sababu wanahitaji maji. Uh, basi huwa yanasaidia sana kuongeza ule unyevu unyevu lakini vile vile yana fibers. Fibers kama nilivyosema ni muhimu sana kwenye mmeng'enyo wa chakula lakini pia yanaongeza protini protini ambayo ni muhimu kwenye ukuaji wa kuku na vilevile yanaongeza madini mbalimbali mbali. Hapa sasa kwenye ndizi hapa kwenye huu swala la mgomba ule mgomba wote huo tunautumia kwa kuku. Unaweza kutumia shina, majani, toto la ndizi lile, lakini pia hata yale maganda ya ndizi au ndizi yenyewe. Vile vitu vyote huwa vinatumika vizuri kabisa. Ukija kwenye upande wa maganda ya ndizi pamoja na ndizi yenyewe, huwa vinaongeza wanga, vinaongeza vinaongeza protini, vinaongeza fibers. Kwa hiyo ni muhimu sana pia, huwa vinaongeza madini mbalimbali ambayo ni muhimu kwa kuku. Hiyo ndizi kama ndizi ile ndizi yote, kuanzia mgomba mpaka ndizi ni muhimu sana kwa kuku, hasa unapowatengenezea chakula chake. Vile vile kwa wale wanaotumia formula zetu nadhani wamekutana na hiki kitu cha toto la ndizi au wamekutana na kitu cha unga wa maganda ya ndizi, vitu kama hivyo. Yote hiyo tunaongeza virutubisho kama ambavyo nimekutajia hapo, ambavyo ni muhimu sana na pia vinakusaidia kupunguza gharama za kununua vitu mbalimbali dukani. Na kwa kuongezea, mmea mwingine wa sita ambao unaweza kuutumia vizuri kabisa, kwa kuku wako ni mchicha. mchicha mchicha tunaozungumzia hasa hasa ni ule mchicha lishe au ule mchicha mwekundu. Uh, mchicha kwa kuku unaongeza madini mbalimbali mbali. Umejikita sana kwenye kuongeza madini hasa hasa madini ya calcium, chuma pamoja na madini ya magnesium. Madini yote haya ni muhimu sana sana kwa ukuaji wa kuku, pia kwa utagaji, yanafanya kuku waweze kutaga mayai mazuri ambayo yana kiwango kizuri. Pia huu mchicha huwa unaongeza vitamins, lakini vile vile huwa unaongeza kiwango cha protini. Kwa hiyo ukiwa na huu mchicha, basi unaweza kuwakatia katia ukawapa kuku wako. Kama utaweza uanike kivulini, usage kisha weka kwenye chakula ambacho Nawapa. Uh, kwa wale kama nilivyosema wanaotumia formula zetu nadhani leo watakuwa wamepata majibu ya maswali mengi ambayo wao wanajiuliza, kwa nini tumeona kitu fulani na hatujaona kitu fulani. Basi nimeweza kukutajia hiyo mimea au hayo majani ambayo yanasaidia sana kwa kuku. Na kwa wale ambao wanahitaji vitabu vyetu, vitabu vyetu ni soft copy, ukilipia unatumiwa papo hapo kwa njia ya WhatsApp. Tuna vitabu vitano. Aa, vitabu hivi vitakupa mwongozo wa kuwafuga vifaranga, vitakupa mwongozo wa kutengeneza chakula bora, lakini vile vile vitakupa mwongozo wa kuchanganya au kutengeneza tiba za asili, kinga za asili, chanjo za asili na booster za asili. Kuna kitabu cha safari ya ufugaji, tiba za asili, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa broiler pamoja na mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 1000, ukilipa unatumiwa papo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama una changamoto kwa kuku wamedumaa hawatagi, basi basi unaweza kununua vitabu vitabu, hivyo vitakusaidia sana. Inategemea tuna tuna, wewe unafuga kuku aina gani gani gani na una changamoto gani, basi tutakushauri vitabu gani uchukue. Pia tuna kundi la mafunzo ambalo ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Ili kundi litakusaidia uulize maswali na ujibiwe maswali yako yote ambayo, lakini vile vile utakuwa umeuliza darasa la uleaji wa wa vifaranga kuanzia ile day 1, unapopokea vifaranga unatakiwa ufanyaje? Ada ni elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Kama unahitaji huduma zetu, chukua chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Asanteni sana.